Habari mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Adobe Audition tutorial. Jina langu ni Milka Richard. Leo hii tutajifunza kuhusiana na, na how to record sound kwenye Adobe Audition, yani computer recording sauti yako kwenye Adobe Audition. Yani sautako uh, pindi pale unapoanza tu kufungua Adobe inakuonyesha yani inakuwa na muonekano kama hivi. Adobe Audition pale unapotaka kurekodi. Yani kwa utaingia hapa sehemu ambayo imeandikwa waveform. Utakliki hapo then, itakuletea hapa ambapo pameandikwa new audio file. Uta title nani yako file name yako kwamba unataka audio yako inmji hapa. Mimi nita name group number 6 ambayo ndo group namba yangu. Baada ya hapo, utakuja hapa kwenye okay, then t uta, utaona mwonekano kama huu. Baada ya kuona mwonekano kama huu, utakuja hapa chini ambapo hapa utaona hiki kitufe chekundu utakiklik, then utaanza kurekodi hiki, sauti yako ambapo wakati na rekodi hapa chini kuna rangi hizi zinaonekana hizi za hapa hizi, kuna, kuna kijani, njano na nyekundu kumwisho, ambapo nyekundu inaonyesha kwamba sauti imekuwa kubwa zaidi, njano sauti ipo katikati na kijani sauti ipo chini. Baada hapo utastopisha baada ya kurekodi kile ambacho unataka wewe ukirekodi then utakuja hapo, utaangalia mawimbi yako kama hivi tunavyoona, mengine ni makubwa, mengine ni madogo. Kwa hiyo kama unataka uyapandishe labda haya madogo, ili asikike vizuri, utafanya kama hivi, alafu then, uta utakuja kwanzia hapo uta, utapandisha utaongeza, utatumia hiki hapa juu, hiki kitaka kuongeza mawimbi, utapandisha juu hiki hapa kama tunavyoona mawimbi yetu yanaongezeka ukubwa kama hivi. Na ukitaka pia kupunguza labda kuna sehemu nataka kupunguza lesi kama mfano hapa. Hapa hivi utakuja, hiki hiki ndio unachotumia utashusha chini kama hivyo, tunavyoona mawimbi yanafanyaje, yanapungua. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Baada ya kuona kwamba sauti yako imekaa sawa, kile kiwango unachofikiri unachokitaka wewe Sauti inasikika vizuri, naweza ukaendelea na mambo ya editing, ambayo session tutajifunza katika darasa lifuatalo. Asanteni kwa kunisikiliza. Bye.